Shida Yanga e, makundi yote magumu mm. Kunajua inawezekana kweli, watu wakitazama wanaona makundi yana utofauti. Utofauti kweli upo, lakini mm, haumaanishi kwamba mmoja ndo anafueni kiasi cha kumchaka mwenzake, kwa sababu tukiangalia timu zetu hizi za Yanga na Simba namna ambavyo zimeanza sasa hivi. Zote zimeanza kwenye tempo ya chini. Mm. Yanga wako kwenye tempo ya chini, Simba wako kwenye tempo ya chini. Waangalie eh, namna ambavyo timu zao zinacheza. Ziko mechi wamepata ushindi, lakini waangalie mechi walizocheza kimataifa. Wapata majibu. Hatua ya awali eh, Yanga wakati anacheza na wale eh, watu wa Angola Wiliete. Mm. Aliwafunga kule akaja akawafunga na hapo. Ndio. Lakini mwangalia tuliofuata kadi za Silver Strikers. Yanga kapita kwa Silver Strikers kwenda atoa makundi kwa tofauti ya goli hili moja. Monja. Kashinda hapa mbili, lakini alifungwa goli moja kule ugenini. Mm. Waangalie Simba walivyopita pita. Wamecheza mechi yao ya kwanza na Lega Boroni eh, kule wakashinda moja bila hapa, wakaja wakatoa sare ya moja moja. Lakini waangalie walipokutana na timu ya Msingizini. Kule Simba alishinda goli tatu hapa kali akatoka bila bila mm. Tafsiri yake una, unaona timu zetu bado zina up and downs, bado mapema yaani zimeonyesha zinacheza, zimeshinda, zimefanikiwa kuingia hatua makundi, lakini hauwezi kusema zimekugarantii sasa asilimia mia moja kwamba they are in good form kwa sasa. Kwa hivyo mimi uzuri, naamini kwamba mpaka hatua za makundi sababu ya kuanza, inawezekana Simba na Yanga nazo zitakuwa zishachanganya kwa sababu hapa najua baada ya kalenda ya FIFA kutakuwa na kumalizia baadhi ya viporo kabla ya kuingia kwenye maandalizi ya kwenda kwenye AFCON itakaofanyika mwezi wa kumi na mbili mwaka huu kule nchini Morocco. Kwa hiyo mwakani tutapokutana kwenye ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, mm -hmm. Naamini timu zetu nyingi zitakuwa zimesha gain momentum ya kushindana. Unajua changamoto iliyopo Uh, ulevo ya ushindani ambao Yanga na Simba wanaopata kwenye ligi ndio haufanani kabisa na ushindano wanaokuta kwenye michuano ya wana kimataifa. Unajua, kwa wenzetu angalau Ahali, eh Piramidi wale mm. Mamelodi Sundowns, Esperance Sportive de Tunis, hizi ni timu ambazo wale Farabat wangali hao wote wanatoka kwenye ligi ambazo ligi tu ngumu. Yani kuna wakati anaanza mechi ya ligi ngumu mm. kuliko hata mechi ya toa makundi anakuja kucheza huko kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hapo ndo unapokuja tofauti ya sisi na wenzetu. Sisi kwenye mechi zetu za ligi, Yanga na Simba ili wacheze mechi ngumu. Mara nyingi labda wacheze mikoani viwanja vibaya, Yanga na Simba wanashindwa kucheza vizuri passing game wakafunga. Lakini wanapocheza kwenye viwanja vizuri, Yanga mm. na Simba wana quality kubwa kuliko timu nyingi za hapa ligi kuu. Lakini wanapoingia kwenye michezo ya kimataifa sasa, unaona wanakutana na watu wana level ya kufanana au wanapishana kidogo na Yanga na Simba, ndipo unapoona mechi zinakuwa ngumu kuangana Simba za kimataifa. Lakini kwa wenzetu we, wale unakuta kwenye ligi zao tu wanacheza mechi ngumu wakati mwingine kuliko hata mechi anakuja kucheza huku kwenye michoano ya kimataifa. Kwa hivyo advantage ya wenzetu kuwa na ligi bora ndo unapoiona hapa sasa. Yani, wale wenzetu wa, ma, wa Afrika kaskazini kuwa na ligi bora ndo kuna wafanya wanakuwa na timu bora za kuja kushindana lakini imani yangu ni kwamba Yanga na Simba mpaka zitakapokuja kufika mechi za uchezaji wa makundi, timu zetu pia zitakuwa zimesha gain form eh, na rhythm, kwa sababu kuna nyota wengi wanaocheza Yanga na Simba wataondoka kwa ajili ya kwenda kwenye Afcon eh, wengine baadhi watatoka Azam, wengine wata, baadhi yao watatokea Singida wale, watakuja kuchagiza kidogo kwenye kikosi. Wakirudi watakuwa wamekuja na momentum mzuri wametokana kwenye mashindano.